Kuelekea fainali, fainali hii ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya Simba Sports Club na klabu ya RS Berkane ya Morocco inakuwa ni fainali mojawapo ya kihistoria. Kwanza kabisa kwa upande wa Simba, kwa sababu wao kuanzia kombe hili lianzishwe, ndani ya miaka 32 inakuwa ni mara ya kwanza kwa Simba kufika fainali, lakini kwa upande wa RS Berkane hii ndani ya miaka hii saba ya hivi karibuni inakoo ni mara yao ya tano wanafika fainali. Mbali na hayo, ndani ya hizi mara tano RSB Berkane aliweza kuchukua ubingwa mara mbili ambao ni mwaka elfu mbili na ishirini na mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Kwa hiyo kwa upande wa Simba wao wanaenda kukutana na timu ambayo ni ngumu sana kwa sababu kwanza kabisa wana uzoefu wa kufika fainali. Simba mara zote ambazo amekuwa akishiriki mashindano ya kimataifa amekuwa akiishia tu robo, na kwa upande mwingine Simba wao wanaenda ugenini wakiwa wanatarajia kwamba kule ugenini ndio njia pekee ambayo wanaweza kumzuia mpinzani asiweze kuchukua ubingwa huo, kwa sababu akifika kule ni either akubali kwamba atoke draw ama ashinde. Kwa hiyo kwa, kwa upande wa RS Berkane wao ni timu ambao kwanza wamekopoa wanaulinzi imara sana kwa michezo yao wa msimu huu hapa kwenye kombe hili la shirikisho hawajaweza kuruhusu bao lolote lile wakiwepo nyumbani, lakini kwa Simba wao wameweza kuruhusu mabao mengi wakiwepo ugenini. RS Berkane wao wakiwa nyumbani wameweza kufunga jumla ya mabao kumi na nane huku wakiwa hawajaruhusu bao lolote. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club wakiwa ugenini katika mechi zao sita wameruhusu mabao matano na kufunga mabao matatu pekee lakini pia Simba ndani ya ule uwanja wa manispaa ya Berkane wao wanaenda kucheza na bingwa ambaye ni bingwa sasa mtetezi wa ligi kuu ya nchini Morocco. Lakini Simba yeye akiwa nafasi ya pili katika ligi kuu ya Tanzania akiwa nyuma ya mpinzani wake Yanga ambaye anamzidi pointi moja pekee. Kwa hii mechi ambayo inaenda kuchezwa leo ni matumaini ya wa Watanzania wengi kwamba Simba ataenda kufanya maajabu. Simba ataenda kuheshimisha bendera ya Tanzania na tunaamini kwamba Simba ina wachezaji wazuri sana ukiangalia na wachezaji kama Eli Mpanzu, Kibu Dennis, wana Steven Dese Mukwala, lakini pia pale katikati wana mzima moto wao ambaye ni Kagoma, huku pia wakiwa na Luis Fabrice Ngoma ambaye pia ni tegemeo kubwa kwa upande wa Simba. Huku nyuma Simba wana Abdulrazak Hamza lakini pia wanaokuta wa Yeriko ambaye ni chema pale golini. Simba anamtegemea zaidi Musa Kamara Pinpin, ambaye yeye ameonyesha uwezo mkubwa sana katika kipindi hiki chote cha michezo yote ya kimataifa. Ameweza kusave Simba na asilimia kubwa ya ushindi ambao unapatikana kwa upande wa Simba. Basi magoli mengi ambayo yalikuwa yakilenga lango yaliweza kuzuiliwa na kipawao ambaye ni Musa Kamara. Kwa hiyo ni mategemezi ya Watanzania wengi sana kwamba Simba sio kuishia tu fainali lakini pia anaweza aka, akaweza kuchukua kombe hilo.